Ni Arusha, wazazi na walezi wametakiwa kuhakikisha wanadhibiti matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto wao, baada ya tafiti kubaini kuwa zaidi ya asilimia 67 ya watoto nchini Tanzania hutumia mitandao, ambapo kati yao asilimia 4 tayari wameathirika na vitendo vya uhalifu wa kimtandao. Tupate undani wa taarifa hii. Wataalamu wa usalama wa uchunguzi wa makosa ya kimtandao kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari wametoa rai hiyo jijini Arusha wakati wakitoa elimu kuhusu matumizi salama ya mtandao pamoja na mbinu za kukabiliana na vitisho vya usalama wa mtandao kwa walimu, wanafunzi wa shule za msingi na sekondari. Na ujumbe wetu mkubwa ulikuwa ni mmoja tu, kwamba wazazi na walezi wanaolea hawa watoto wafahamu kwamba hawa watoto wana kesho yao iliyo bora, hivyo watumie mitandao vizuri na kama mlivyoweza kusikia tukawaeleza jinsi wanavyoweza kutumia mitandao vizuri. Tukawapitisha kwenye ta, tafiti zilizofanyika zilionyesha asilimia sitini na saba ya watoto wa Kitanzania wanatumia mitandao na asilimia nne kati yao wameathirika na changamoto mbalimbali za kihalifu mtandao, na changamoto hizo ni zipi na namna gani wanaweza kujiepusha kutokana na changamoto mbalimbali za kihalifu mtandao. Baadhi ya walimu na wanafunzi waliopatiwa mafunzo hayo wameeleza kuwa elimu hiyo itasaidia kuboresha matumizi sahihi ya mtandao kwa watoto na kupunguza athari uhalifu wa mtandao. Lakini sio hivyo tu, mafunzo haya yametufundisha pia namna gani tutakavyowasaidia watoto wetu wabaki salama mtandaoni. Ulimwengu wa sasa hivi ni ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Jambo moja ambalo ningependa kuwakumbusha watanzania wenzangu ni kuwa na nidhamu tunapotumia mitandao, hasa kwa watoto wadogo. Wakumbuke kwamba kesho na kesho kutwa watakapohitaji kuajiri ama kuajiriwa, ni lazima historia za tabia zao kwenye mitandao zitafuatiliwa, na zinaweza zikamdhuru mtu kwa sababu tu ya historia ya kutukujuwe. Na uh, Wizara ya Mawasiliano <laughs> leo nimejifunza vitu mbalimbali mfano kutumia mitan, mit, kutumia mitandao salama pia tumepata athari ambazo zinaweza zikasababisha pale ambapo azotautumia mitandao yetu kwa usalama, mfano inaweza kaleta utapeli, wizi With... katika kuadhimisha mwezi wa usalama wa mtandao, wizara hiyo imefanikiwa kuwafikia zaidi ya walimu mia sita na wanafunzi zaidi ya elfu nne sambamba na kutoa elimu kupitia redio za kijamii katika mkoa wa Arusha kutoka mkoani Arusha, naitwa Rahi William, Tumaini TV na uko pembeni.